kwa kutuweka katika usawa, ibaga, usawa kueka, tozawati, wa kiibada usawa wa kimambazi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbali kuweka ibada zenye kutukusanya kwa njia tofauti. Mwezi wa Ramadhani alitukusanya kwenye somu pamoja katika siku zozote zilizokutana za wiki au siku saba za wiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenza kuna swala tano na kwa jamaa, huo ni mkusanyiko Mwenyezi Mungu ameutengeneza katika hiyo wiki. Kuna ibada ya Ijumaa ambayo wale waislamu ambao wana msikiti mdogo waache ule msikiti waende kwenye msikiti mkubwa, kijiji kizima wale watakusanika mahali pamoja, ipatikane kufahamiana kubadilishana rai na mambo mengine. Hata saaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna Waarabu ambao walikuwa kishi mbali kidogo, walikuwa meshi ndani ya mji wa Madina, walikuwa meshi kidogo mashambani, wakaitwa Waarabu Badia, Waarabu wa mashambani. Waauaa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliwafundisha na akawa anachagua zile kabila ambazo ziko mbali na mji kule kule ukule, waswalimanishe jamaa wakiswali, lakini pia na wao wakifika, mtu Mtume anawakusanya maswahaba, waende msafara jadi mahali fulani, wanakuja na siku ya Jumaa, waombani na wanaruhusiwa mara kwa mara kufanya ziarati mjini Madina, kujua yale yanayoendelea. Kwa hivyo hilo